Mlango wa kumi. Basi Ahabu alikuwa na wana sabini katika Samaria. Yehu akaandika barua, akazipeleka Samaria kwa wakuu wa Yezreeli, yani wazee na hao walezi wa wana wa Ahabu kusema, barua hii mara ikiwawasilia, kwa kuwa mna wana wa bwana wenu pamoja nanyi, tena kwenu kuna magari na farasi na mji wenye boma na silaha, basi mtazameni yeye aliyemwema na hodari miongoni mwa wana wa bwana wenu, mkamweke kitini mwa babaye, mkaipiganie nyumba ya bwana wenu. Lakini wao wakaogopa mno, wakasema, Tazama, wafalme wawili hawakusimama mbele yake; tupateje sisi kusimama? Kisha yeye aliyekuwa juu ya nyumba na yeye aliyekuwa juu ya mji na wazee na walezi wakatuma ujumbe kwa Yehu wakisema, Sisi tu watumwa wako kila neno utakalotuambia tutalifanya. Hatutafanya mtu awaye yote kuwa mfalme, ufanye yaliyo mema machoni pako. Ndipo akawaandikia barua ya pili kusema, mkiwa upande wangu na sauti yangu mkiisikia, vitwaeni vichwa vyao hawa watu wana wa bwana wenu, mkanijie kama wakati huu kesho hapa Yezreeli. Na hao wana wa mfalme watu sabini walikuwako kwa wakuu wa mji waliowalea Ikawa barua ilipowawasilia, waliwatoa hao wana wa mfalme wakawaua watu sabini, wakatia vichwa vyao katika makapu, wakampelekea huko ya Israeli. Akaja mjumbe akamwambia, akasema, wamevileta vile vichwa vya wana wa mfalme. Akasema, viwekeni chungu mbili penye maingilio ya lango hata asubuhi. Ikawa asubuhi, akatoka akasimama Akawaambia watu wote, ninyi ni wenye haki; tazameni mimi nalifanya fitina juu ya bwana wangu, nikamua; ila ni nani aliyewapiga hawa wote? Jueni basi ya kwamba halianguki chini lolote la neno la Bwana alilolinena Bwana juu ya nyumba ya Ahabu; kwa maana Bwana ameyafanya hayo aliyoyanena kwa kinywa cha mtumishi wake Eliya. Hivyo Yehu akawapiga wote waliosalia wa nyumba ya Ahabu katika Yezreeli, na hao wakuu wake wote na rafiki zake na makuhani wake, hata hakumwachia aliyesalia hata mmoja. Akaondoka akashika njia akaenda Samaria. Hata njiani karibu na nyumba ya kukatia manyoya ya kondoo ya wachungaji, Yehu akakutana na ndugu za Ahazia mfalme wa Yuda, akawauliza ni nani ninyi? Wakamjibu sisi tu ndugu zake Ahazia, tunashuka kuwasalimu wana wa mfalme na wana wa malkia. Akasema, Wakamateni wahai. Wakawakamata wahai, wakawaua penye birika ya nyumba ya kukatia manyoya kondoo, watu arobaini na wawili. Wala hakumsaza mtu wao awaye yote. Alipotoka huko akamkuta Yehonadabu mwana wa Rekabu akija kumlaki akamsalimu, akamwambia, Je, moyo wako umenyoka kama moyo wangu ulivyo pamoja na moyo wako? Akajibu Yehonadabu Ndiyo. Yehu akamwambia, kama ndiyo, nipe mkono wako. Akampa mkono akampa mkono, akamkalisha pamoja naye garini akasema, fuatana nami ukaone wivu wangu kwa Bwana. Wakampandisha garini mwake. Naye alipofika Samaria, aliwapiga wote waliomsalia Ahabu katika Samaria, hata akamwangamiza sawasawa na neno la Bwana alilomwambia Eliya. Yehu akawakusanya watu wote Akawaambia, Ahabu alimtumikia Baali kidogo, bali Yehu atamtumikia sana. Basi niitieni manabii wote wote wa Baali, wote wamwabuduo na makuhani wake wote; mtu asikose kuwapo hata mmoja, maana ninayo dhabihu kubwa ya kumtolea Baali. Yeyote atakayekosa kuwapo hataishi. Lakini Yehu alifanya hayo kwa hila, ili awaharibu waliomwabudu Baali. Yehu akasema Takaseni kusanyiko la dini kwa Baali. Wakalitangaza. Yehu akatuma wajumbe katika Israeli yote, nao wote waliomwabudu Baali wakaja, wala hakusalia mtu yeyote asiyekuja. Wakaingia nyumbani mwa Baali, ikajaa nyumba ya Baali tangu mlango hata mlango. Akamwambia yule aliyekuwa juu yu ya hazina ya mavazi, uwatolee mavazi wote wanaomwabudu Baali. Akawatolea mavazi. Akaingia Yehu na Yehonadabu, mwana wa Rekabu, nyumbani mwa Baali, akawaambia waliomwabudu Baali, tafuteni mkaangalie asiwepo hapa pamoja nanyi mtu amtumikiaye Bwana, ila wamwabuduo Baali peke yao. Wakaingia ili watoe dhabihu na sadaka za kuteketezwa. Basi Yehu alikuwa amejiwekea nje watu themanini, akasema, mtu mmoja akiokoka wa watu niliowatia mikononi mwenu amwachaye huyo, roho yake itakuwa badala ya roho yake. Ikawa mara alipokwisha kutoa sadaka ya kuteketezwa, Yehu akawaambia walinzi na maakida, ingieni mwapige, mtu awaye yote asitoke. Basi wakawapiga kwa makali ya upanga, walinzi na maakida, wakawatupa nje, wakaenda mpaka mji wa nyumba ya Baali wakazitoa nguo zilizokuwamo nyumbani mwa Baali wakaziteketeza, wakaibomoa nguzo ya Baali na kuiangusha nyumba ya Baali wakaifanya choo hata leo. Ndivyo Yehu alivyomharibu Baali katika Israeli. Walakini katika makosa yake Yeroboamu mwana wa Nebati, ambayo kwa hayo aliwakosesha Israeli, Yehu hakutoka katika kuyafuata, yaani ndama za dhahabu zilizokuwako katika Betheli na Dani. Bwana akamwambia Yehu, kwa kuwa umetenda vyema kwa kufanya vilivyo haki machoni pangu kuitendea nyumba sawa sawa ya Ahabu sawa sawa na yote yaliyomo moyoni mwangu, wanawako wa kizazi cha nne watakaa kitini mwa Israeli. Lakini Yehu hakuangalia aende katika sheria ya Bwana Mungu, wa Israeli kwa moyo wake wote; hakutoka katika makosa ya Yeroboamu ambayo kwa hayo aliwakosesha Israeli. Siku zile Bwana akaanza kupunguza Israeli; Hazaeli akawapiga mipakani mote mwa Israeli kutoka Yordani upande wa mashariki nchi yote ya Gileadi na ya Wagadi na Wareubeni na Wamanase kutoka Aroeri iliyopo karibu na bonde la Arnoni, yaani Gileadi na Bashani. Basi mambo yote ya Yehu yaliyosalia na yote aliyoyafanya na ushujaa wake, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Israeli? Yehu akalala na babaze. Wakamzika katika Samaria, na Yehoahazi mwanawe akatawala mahali pake. Na muda Yehu aliyotawala juu ya Israeli katika Samaria ulikuwa miaka ishirini na minane.